time to scatter And a time to gather and a time to embrace and a time to refrain from embracing. Na kuna kitabu hapo aifaiia and a time to give up songs of songs.

kwa hiyo wanawali hukupenda. Nivute nyuma yako, natukimbie. Mfalme ameniingiza vyumbani mwake. Tutafurahi na kukushangilia, tutazinena pambaja zako kuliko divai. Ndio haki wakupendeni. Mwausi mwausi, lakini ninao uzuri, enyi binti za Yerusalemu, mfano wa hema za Kedari, kama mapazia yake Sulemani. Sinichunguze ikokuwa kuwa ni mweusi mweusi, kwa sababu jua limeniunguza. Wana wa mama wangu walinikalaidia, waliniweka niwe mlinzi wa mashamba ya mizabibu, bali shamba langu mwenyewe sikulilinda. Nijulishe, e mpendwa wa nafsi ni wapi utakapolisha kundi lako, ni wapi utakapolilaza adhuhuri?

And graze your young goats mm -hmm. by the tents mm -hmm. of the shepherds. Ngoja. Verse 9. I liken you mm -hmm. my darling <laughs> uh, among hiyo uh, simu sitanguka na wewe, chariots, horses <laughs>

Nyoro ya mabondeni kama yes. nyinyoro miiba, mm -hmm. Katia, kati ya miiba kadhalika mpenzi wangu kati ya biti kama mpera kati ya miti ya msitu kapiro wangu kati kwa matamu akanileta mpaka <laughs> nyumba ya karamu <hazita> <hazita> <Nambone eksobi hazita> na bendera yake juu yangu ni na mapenzi na kwa, kwa maana nimezimia kwa mapenzi. Mkono wake wa kushoto uko chini ya kichwa changu mm -hmm. Na, wa kuume, okay. na wa kuume unanikumbatia, na wa na wa bibi wengi. Sio, ni Solomon ndiye alikuwa na mabibi wenginkua hata takaponanansiiiz akiruka milimani akichachawa vilimani. <laughs> mpendwa wangu <jikana> kaa. <laughs> Au, wa tazama, asimama nyuma ya ukuta wetu, achungulia dirishani, atazama kimiani. Mpendwa wangu alinena akaniambia, ondoka mpenzi wangu mzuri wangu uje zako maana, tazama Kaskazi imepita masika imekwisha imekwenda zake, maua yatokea katika nchi, wakati wa kupelea umefika, na sauti ya mwigo husikiwa kwetu. Mtini wapevusha tini zake na mizabibu inachanua inatoa harufu yake nzuri. Ondoka mpenzi wangu mzuri wangu uje zako hmm, hua wangu mafichoni mwa jabali katika stara za magenge nitazame uso wako <laughs> nisikie sauti yako oh sa <laughs> za magenge na uso wako mzuri okay. Tukamatie mbweha wale mbweha wadogo, oh, okay. Waiharibuo mizabibu maana mizabibu yetu yachanua. Oh, mpendwa wangu ni wangu na mimi ni wake, ulisha kundi lake penye nyinyoro hata jua lipunge na vivuli vikindia, unigeukie mpendo wangu, nawe uwe kama paa au ayala juu ya milima ya Betheri. Wimbo Ulio Bora sura ya tatu.